Gavana wa Kwale Fatuma Achani amezindua matingatinga mawili ya kulima barabara ili kukarabati barabara zilizoharibika katika kaunti hiyo. Kaunti ya Kwale imefungua barabara za maram za kilomita zaidi ya 1600 na kilomita 15 za lami ili kurahisisha usafiri. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, gavana Achani amesema kuwa licha ya changamoto za kifedha, serikali yake imeweza ya kununua matingatinga sita kufikia sasa ya kukarabati barabara za Kwale. Tumezindua greda mbili, sasa zimeingia nyanjani kutatua ile shida ambayo tumekuwa nayo najua kwa kipindi cha muda mrefu. Barabara zetu zimeenda zimekuwa zimeharibika, lakini challenge ilikuwa ni resources. Tulikuwa na madeni ya mafuta na vile vile pia tingatinga zilikuwa hazitoshi. Kwa hivyo sasa hizi tumeziongeza, mafuta tumelipa, sasa hivi tuna imani wale operators wetu watafanya kazi nzuri pale nyanjani. Ni muhimu sana kuwa na barabara kwa sababu wakulima watapeleka mazao yao, si lazima pale, watapeleka Mvindeni, watapeleka Kwale, watapeleka pia Mombasa, lakini kabla ufike barabara hizi za lami, lazima hizi feeder road zetu ziwe zimetengenezwa, na ndio sasa e, gavana ameweza kuleta e, grenders mbili ili tuweze ku punguza hizi shida za barabara katika hii sehemu. Kuna haya matingatinga, barabara zetu mama pia zilikuwa mbovu, lakini alhamdulillah Mungu ameitikia dua zetu, tumepata mradi mwingine na watu wa